Karibu kwenye Mseto Plus ya leo Novemba 12, 2025. Dakika kadhaa tu za kutizama taarifa mseto kutoka pembe tofauti za ulimwengu. Hii ni Nukta TV, langu jina ni Sauezrngumbi, mtayarishaji ni Gule Gustav. Tafadhali ambatana nami mpaka tamati. Na leo tunaanzia katika viunga vya mahakama ya Kisutu ambako kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, Tundu Antipas Lissu imeahirishwa kwa muda mpaka msajili wa mahakama atakapopanga ratiba, kwa kuwa kesi hiyo inasikilizwa kwa vipindi. Leo Jumatano Novemba 12, kesi hiyo iliitwa mahakamani hapo kwa ajili ya kuendelea na ushahidi wa upande wa mashtaka, ambapo upande wa Jamhuri walidai lidai wanaye shahidi ambaye yupo kwenye orodha ya mashahidi ambao wanatakiwa kulindwa kwa kutotajwa jina lake, kazi yake wala eneo anakoishi. Wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ametoa taarifa hiyo mbele ya jopo la majaji watatu akiongozwa na jaji mfawidhi wa mahakama kuu Iringa Danstan Dunguru akishirikiana na majaji James Kairahmaha kutoka mahakama kuu Songea na Ferdinand Kiwonde kutoka mahakama kuu ya Bukoba. Katuga amemtaja shahidi huyo kuwa ni P11 ambaye katika orodha ya mashahidi wa Jamhuri ni shahidi ambaye anatakiwa kulindwa. Baada ya Katuga kutoa mwelekeo huo, Lissu aliwasilisha hoja sita kupinga shahidi huyo asitoe ushahidi wake kiwa ndani ya kizimba maalum kilichotengenezwa kwa ajili ya mashahidi wanaolindwa kutoa ushahidi wao eneo hilo. Katika hatua nyingine, Lissu amedai yupo rumande kwa siku mia mbili kumi na sita na kwa kuwa kesi hiyo leo ilikuwa siku ya mwisho a tarehe zilizokuwa zimepangwa kwa mujibu wa kikao cha mahakama, ameiomba mahakama kupanga tarehe za karibu ili kesi hiyo iendelee haraka. Kwa upande wa mashtaka, bado ana mashahidi zaidi ya ishirini na watano ambao hawajatoa ushahidi wao baada ya kueleza mahakama hoja zake. Upande wa Jamhuri uliomba mahakama kupata muda wa kutosha kujibu hoja za Lissu kwa kuwa zinahitaji majibu ya kisheria na kitafiti zaidi. Spika wa Bunge la Tanzania Mussa Azan Zungu, amesema waziri mkuu mpya wa Tanzania atajulikana kesho Novemba 13 katika kikao cha tatu cha Bunge hilo la 13. Zungu alikuwa akizungumza mara baada wa ya kuhitimisha zoezi la kuapishwa wabunge wa teuli leo Novemba kumi na mbili. Amewaambia bunge kuwa kikao cha kesho kitakuwa na kazi mbili kubwa ambazo ni kupokea na kuthibitisha jina la waziri mkuu pamoja na kumchagua naibu spika wa bunge. Katiba ya Tanzania inamtaka rais kumteua wa waziri mkuu ndani ya siku kumi na nne au mapema zaidi baada ya kushika madaraka. Katiba inabainisha kuwa rais atamteua mbunge wa kuchaguliwa kutoka katika jimbo la uchaguzi anayetokana na chama cha siasa chenye wabunge wengi zaidi bungeni au mbunge anayeelekea kuungwa mkono na wabunge walio wengi kuwa waziri mkuu wa Tanzania. Mara baada ya uteuzi, waziri mkuu wa hatashika madaraka hayo mpaka kwanza uteuzi wake uwe umethibitishwa na bunge kwa azimio litakaloungwa mkono na kura za wabunge walio wengi zaidi kazi tukafaa kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Wabunge wote wanaombwa wawepo kuanzia saa tatu kasoro dakika kumi, kila mtu iko kwenye kiti chake. Mke wa rais wa kwanza wa Gabon Sylvia Bongo na kijana wake wa kiume Noureddin Bongo Valentin wamehukumiwa kifungo cha miaka ishirini jela kufuatia kesi ya ufisadi ya siku mbili huko Libreville. wili hao walihukumiwa licha ya kutokuwepo mahakamani siku ya Jumanne usiku, kifungo cha miaka ishirini na faini ya faranga milioni mia moja za Ufaransa ambayo ni takriban paundi laki moja na thelathini na tano kama fidia ya uharibifu wa fedha katika taifa la Gabon. Mahakama hiyo pia ilimwamuru Noureddin Bongo kulipa zaidi ya faranga trilioni 1.2 sawa na karibu dola bilioni 1.6. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Novemba 12, 2025. Asante kwa kuitegea sikio na kutizama, hii ni Nukta TV langu jine niya sa uwezi ra mtayarishaji ni Guda Gustav. Mpaka wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.